Ukashushe majibu yako, ukashushe ushindi wako, ukashushe baraka yako, ukashushe uwezo wako. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, ukazidi kuonekana, ukatamalaki lake Yehova. Tunasema asante Mungu, asante Mungu usiyeshindwa, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu mwenye ushindi. Hakuna mwingine zaidi yako, ukazidi kuonekana Tunakutolea sifa, utukufu, tai, ukazita, davu, Asante ucuse, kutu, Mungu mwenye nguvu arumama, tumeuona mkono wako, tumeuona katika ibada hata leo, tunahitaji tuuone kwa viwango vya tofauti, ukazidi kutamalaki katika ibada, tamalaki kwa waimbaji wako Baba, katika milo ukasimame, Jehova ukawachete katika uimbaji wao, ukatamalaki Jehova, uwatumie kama chombo, lakini mwimbaji mkuu kawe mwenyewe. Nasi tunasema sante, tunaungana na masarafi na masarudi Leo. Mungu tuna kuishia sifani katika jina la Yesu Kristo mm. Mshangilie Mungu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana alibarikiwe. Ninakukaribisha kwenye kiti chako mwana wa Mungu. Karibu prai karibuni, keti. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu yeye aliyenipatia neema na kibali kusimama mbele zenu siku ya Jumatatu ya leo. Ni kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu nimesimama mahali hapa. Kwa jina langu ninaitwa mchungaji Mariam, ni mtoto wa Nabii Yaspi Pol Bendela. Kama vile ilivyo desturi ya watakatifu, kila itwapo leo, tunajizulisha mbele za Mungu ili kusikiliza sheria ya Mungu, kwamba Mungu anasema nini kwa habari ya maisha yetu, anasema nini kwa habari ya familia zetu anasema nini pia kwa habari ya nchi yetu pia. Ndio maana kila siku tuko mahali hapa ili kusikiliza sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea kujifunza, nikirudi nyuma kidogo katika ibada ya jana ambayo ni siku ya Jumapili tulifundishwa somo la kuchana nyaraka zote mbaya. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, siku ya tarehe tisa, ni Jumatatu ya kipekee kabisa, ni Jumatatu ya tofauti ambayo Mungu ametupatia neema. Mimi na wewe tumepata kibali, tumepata neema cha kufika tena mahali hapa, ndani ya nafsi yako ndani ya moyo wako ukiamini kwamba nimefika mbele za Mungu katika siku ya leo sitatoka mahali hapa kama nilivyoingia. Ninaamini liko jambo ambalo Mungu anakwenda kufanya katika maisha yetu, kipo kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya katika maisha yetu katika ibada hii ya leo. Ninapenda kusema kila siku kwamba ibada hazizoeleki, kila siku ni mpya mbele za Mungu na kila siku Mungu anashusha matilio mapya Mungu anaonekana kwa jinsi ya tofauti tofauti, tunamwona Mungu kwa jinsi za tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo lefika mahali hapa, mshukuru Mungu maana umepata neema. Jana tulifundishwa, ilikuwa ni siku ya tofauti kabisa. Katika ibada ya jana ilikuwa ibada ya kipekee ambayo haijawahi kutokea ilikuwa ni ibada ya tofauti, ilikuwa ibada yenye nguvu ya tofauti, ilikuwa ni ibada ya ukombozi wa tofauti kabisa, ambapo Mungu aliona toka mbali yale mateso tuliyokuwa tunayapitia, akasema hapana, yatosha. Akamtuma mtumishi wake ya kwamba kila mmoja wetu aandike yale yote yanayomsumbua, alafu upeleke mbele za kuani aweze kuchanachana mbele ya madhabahu takatifu. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana alibarikiwe. Kila mmoja alifanya hivyo, lakini inawezekana kwa hali ya kawaida, kuna mwingine anaona ni kawaida tu au anaona ni kitu kama ni kitu simple tu. Si kawaida kama unavyofikiria kama unavyokuambia, hati ya mashtaka imefutwa. Jana zilikuwa zinafutwa hati zote za mashtaka ambazo shetani alikuwa ametuandikia tena, akagongelea na muhuri ya kwamba hautakaa ufanikiwe maisha yako yote. Akaandika nyaraka, akaona haitoshi, akagongelea na muhuri ya kwamba huo muhuri hakuna wa kuufuta, lakini akasahau kwamba yuko Mungu muweza wa yote, Mungu wa miungu yeye ametengua zile kauli zao, amechana zile nyaraka zote walizokuwa wametuandikia kwamba hautakaa ufanikiwa maisha yako yote, uwe mtu wa kuteseka, uwe mtu wa kulia. Lakini Mungu akasema hapana, madamu umemkimbilia Mungu, akasema haiwezekani, umeacha yote umejitoa mbele za Mungu, unamtumikia Mungu, unamtumainia Mungu. Kwa nini shetani akuonee na wakati Mungu yupo? Mungu akasema, yatosha sasa. Leo ninachana nyaraka zote ambazo shetani alikuwa amekuandikia na pia akagongelea muli ya kwamba hautakaa ufanikiwe maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanaandika hizo nyaraka yani, na imaji kwamba walikuwa wamekaa kikao, walikuwa kama kundi kwanza, wameanza kwa kukujadili kwa kukudiscuss, yani kukutafakari kwamba haiwezekani huyu mtu avuke, haiwezekani huyu mtu atoboe. Wa wamekaa kwanza vikao, ndipo wakakushughulikia. huwezi Kisha, lazima kwanza wakae wajadili kwamba tufanyeje, tuweze kumkamata huyu mtu. Wakakaa vikao. Wakati wanakaa vikao, wewe haujui, kumbe kuna watu wanakujadili kwamba wapate kuharibu maisha yako, wapate kuiharibu familia yako, ili wewe maisha yako yote uwe ni mtu wa kulialia tu na kuhuzunika au kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akasema haiwezekani. Umejikana loho nafsi na mwili. Unamtegemea Mungu. Mungu akasema leo mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyaraka zimechanwa. Ndani ya moyo wako, ondoa hofu tena ndani ya moyo wako, usijiulize ulize tena. Alivyochana ndio imeisha, imeisha. Usianze kujiojioji, usianze kutafakari ya kwamba kwa kuchana tu hivi ndio imeisha. Imeisha hiyo Mungu akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Yeye amekataa, hautaishi kwa mateso tena, hautaonewa tena, hautazulumiwa tena, hautalia tena. Amechana nyaraka zote katikati ya madhabahu takatifu. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndani ya moyo wako ondoa shaka, ondoa wasiwasi Usianze kujiojioji usianze kujiuliza, na je itakuwaje? Mungu amemaliza yote. Bwana Yesu asifiwe. Wa ndio maana nakuambia andika, kila kinachokusumbua andika, kila mmoja wetu aliandika kinachomtesa, kinachomsumbua, kila mtu aliandika kwa mkono wake, na kila mmoja alienda kukabidhi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wakati umeshika ile nyaraka unakwenda kuikabidhi, ulienda kukabidhi tu kama unamkabidhi tu mwanadamu, lakini wakati anasema lete hiyo nyaraka, nilete hayo mateso yako yote, ebu lete katika madhabahu takatifu, pale tayari Mungu alikuwa ameshashuka kwenye kiti chake cha enzi ameketi pale, akipokea zile nyaraka. Kwa macho ya damu na nyama ulikuwa unamtazama mtumishi wake, lakini pale alikuwa ni Mungu mwenyewe yupo kazini, amesimama akipokea zile nyaraka na kuchana kila mateso yaliyokuwa na kusumbua. Zaidi ya yote akasema, shika na wewe Tuna shika na wewe udhibitishe kwamba nimechana, shika na wewe kaskazini, mashariki, kusini, magharibi. Mungu amemaliza yote, aijalishi alikufunga kaskazini Haijalishi walikufunga magharibi, walikufunga mashariki, walikufunga kusini, Mungu amechana kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, amemaliza yote. Kwa hiyo anza kutembea kifua mbele, hakuna awezaye kukugusa tena, hakuna atakaye thubutu kukusogelea tena, maana Mungu ameingilia kati ameshuka mwenyewe, amesimama mwenyewe na kuchana. Ibada ya hivyo haijawahi kutokea tangu tumeanza mahali hapa, au tangu wewe umekuja, ulishawahi kuona? Ilikuwa ni ibada ya kipekee, yaani ni ibada ya tofauti kabisa. Kuna watu waliandika kwamba hautakaa uolewe, utakaa hivyo utazalia nyumbani maisha yako yote lakini Mungu amekataa hivyo hivyo, umezaa utaolewa. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiamini kwamba nyaraka zote zimechanwa, hakuna mateso tena, hakuna huzuni tena. Sasa Mungu anakuambia usiogope, mwambie jirani yako usiogope, usiogope kitu chochote, maana Mungu yuko upande wetu. Yeye ndiye anayetupigania, yeye ndiye anayetushindia. Anakuambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 na wa 14 mstari wa kumi na tatu na wa kumi na nne imeandikwa, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone uokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana Yesu asifiwe, kwamba wewe sasa simama tu Simama sasa kwa zamu yako, usirudi nyuma, usikate tamaa. Yeye Mungu aliyekuita mahali hapa amemaliza yote, anakuambia sasa, simama ukauone wokovu wa Bwana. Hao uliowaona hautawaona tena, yale mateso uliyoyaona hautayaona tena, maana tayari Mungu amemaliza yote. Kwa hiyo usiogope kitu chochote, wala usifadhaike moyoni mwako, wala usianze kujiuliza na itakuwaje. Wewe amini tu ya kwamba Mungu amemaliza yote, tukasome tena kwenye kitabu cha Matayo. Matayo kumi na nne. Asante, Matayo kumi na nne Matayo kumi na nne mstari wa ishirini na tatu nitasoma kuanzia mstari wa ishirini na tatu pale mpaka mstari wa 30 mstari wa ishirini na tatu nasoma naye alipokwisha kuaga makutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbishu. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea, akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yoye kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa wanafunzi wa Yesu walipokuwa chomboni, chombo kikapata msukosuko wakaanza kupiga kelele mawimbi yalikuwa makali upepo ulikuwa mkubwa chombo kikaanza kupata msukosuko kinataka kuzama wakaanza kupiga makelele chombo ni mimi na wewe yale mateso yaliyokuwa na kusumbua huo Una ma... ulikuwa ni upepo unakuyumbisha unaona ni ulikuwa ni mawimbi Unaona kama chombo kinataka kuzama, unaona kama sasa hapa ninakaribia kuzama hapa, mbona ninakaribia kama nakaribia kufa? Huo ulikuwa ni upepo tu Una, upepo unapita. Kwa hiyo wakati upepo unapita, mawimbi yanapiga katika kile chombo, unapiga kelele, unaona ah, unahisi kama vile Mungu amekuacha, unahisi kama vile Mungu akuoni. Wa ndio wanafunzi wanapiga kelele, wanamuita Yesu. Yesu akaanza kutembea kwa miguu juu ya bahari yale mateso tuliloleta mahali hapa, wakati tunapeleka mahali pale, yale mateso yetu ule udhaifu wetu, wakati tunakwenda kumkabidhi, kama ulikuwa makini wakati amesimama mahala pale zile